Maria Makala Memba ni mkurugenzi wa sheria kutoka mamlaka ya usafiri wa anga, lakini pia ni mwanzilishi wa jukwaa la wanawake katika usafiri wa anga aa. Na leo tuko hapa, kwanza kabisa nikiwakilisha taasisi yangu ya mamlaka ya usafiri wa anga, lakini pia Women in Aviation katika juhudi za kusapoti au za, kutoa, za kuunga mkono jitihada za mkurugenzi wa Small Hands Big Change. Aa, binti yetu Akos ambaye alikuja na wazo la kusapoti katika swala zima la utunzaji wa mazingira, na kama mnavyojua tumemaliza wiki ya ma, uh, tumemaliza wiki ya mazingira. Kwa hiyo leo tukasema basi na sisi tuunge juhudi zake mkono kwa kupanda miti mia moja katika eneo hili la mamlaka ya usafiri wa anga ikiwa ni azma ya kuendeleza kile ambacho serikali yetu ina inatutaka ina, ina, ina, ina kufanya, lakini pia huwezi kutenganisha mamlaka ya usafiri wa anga au ya usa, usafiri wa anga bila kutaja swala la mazingira tu. Wote tunajua ni namna gani ambavyo ndege ambazo zinaruka zinachangia katika kuharibu mazingira. Ili kuweza kukompensate yale mazingira yanayoharibiwa, basi na sisi tunaunga juhudi zile kwa kupanda miti, na niseme tu kwamba zoezi hili ni endelevu. Kila mwaka tumekuwa tukipanda miti na tutaendelea na ili zoezi la kupanda miti katika kuhakikisha kwamba yale mazingira yanayoharibiwa na ndege zetu ambazo zinaruka, basi tuna tuna tuna, tuna, tunafidia kwa kupanda miti. Na niombe tu kwa taasisi zingine, lakini pia mtu binafsi, tupande miti tupande miti kwa sababu miti hii haitatusaidia leo, lakini itakuja kusaidia katika kizazi kijacho. Na leo tuko hapa katika kuunga juhudi za mtoto huyu mdogo Acos na najua wako watoto wengi ambao wangeweza kufanya kitu ambacho anakifanya Akosi. Kwa support kwao, tujitoe katika kusupport hizi uh, uh, juhudi ambazo zinafanywa na watoto wadogo kama Akosi. Jina naitwa Kothe Kyokideu, mi ndo founder and CEO wa Small Hands Big Change. Ni initiative ambayo ina deal na watoto kukuza ndoto zao na pia kuwa environmental watu wa environment, sema environmental leaders na pia tuna deal ni girls in democracy, kuwafanyisha girls wawe leaders na pia tunafanya mambo ya art drama, kilinifanyisha nianzishe Small Hands Big Change. Niliona vile watoto tunavyotolewa kwenye key discussions, nikajisikia vibaya, nikasema kwa nini nisianzishe initiative, initiative ambayo itatusaidia watoto tuwe na sisi kwenye key discussions. Sana sana kwenye mambo ya climate change, art drama na leadership in girls. Napanga mwaka unakuja, naisi au karibuni, nataka nipande airport forest, msitu wa airport moja ambao nitapewa, ambayo iwe kubwa, ili niweze nikapanda msitu nje ya forest John Jackson mfungo ni mkaguzi mwandamizi, uh, huduma za hali ya hewa na mazingira hapa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania. Uh, mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania ni mamlaka ambayo inadhibiti usalama wa anga na kuhakikisha kwamba ndege zetu zinatoa huduma katika hali ya usalama. Lakini katika kutoa huduma pia tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwa kwamba tunalinda mazingira yetu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ndege zinatumia mafuta. Mafuta haya yanatoa moshi au hewa ukaa ambayo mara nyingi inachangia kwenye ongezeko la mabadiliko ya tabia nchi. Hewa hizi zisipodhibitiwa zinakwenda kuharibu mfumo mzima wa anga letu, na dunia inaelekea sasa kwenye mabadiliko ambayo ya hali ya hewa. Mabadiliko ya tabia ya nchi yanaathiri sana usafiri wa anga. Ndege zinachelewa kuondoka kwa sababu ya hali mbaya ya hewa. Mafuriko katika viwanja vyetu yanasababisha ndege zishindwe kutua kwa wakati. Sasa, katika kudhibiti ongezeko la hewa ya ukaa tunao jukumu la kulinda mazingira kwa kupanda miti na pia kuchukua hatua nyingine ambazo kama mamlaka tumekuwa tukizichukua ikiwa pia ni kutunga sheria mbalimbali za kutunza mazingira yetu. Leo tulikuwa na jukumu la kupanda miti. Uh, wanafunzi wa shule ya msingi uh, katika kata ya Kitunda walikuwa hapa mamlaka usafiri wa anga kwa ajili ya kupanda miti ikiwa ni kuadhimisha siku ya mazingira duniani wiki ambayo imefikia kilele chake tarehe tano ya mwezi huu wa sita. Katika kutimiza majukumu hayo, tumeshirikiana na wanafunzi hawa kupanda miti takribani mia moja katika eneo letu la makao makuu ya usafiri wa anga ili kuendelea kutunza na kuwa mfano kwa jamii katika kulinda mazingira yetu.